Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, Alhamisi kuu, katika karamu ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, misa ya jioni. Somo la kwanza ni la kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili aya ya kwanza mpaka nane na aya ya kumi na moja mpaka kumi na nne na somo la pili ni la waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya 23 mpaka 26, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohana sura ya 13 aya ya kwanza mpaka 15. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka,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 kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo akaja kwa Simone Petro, huyu akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe ujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe utanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza miguu, miguu, huna ushirika nami. Simone Petro akamwambia, basi, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga ana aja ila ya kutawaza miguu, bali huu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakaye msaliti, ndio maana alisema si nyote mlio safi. Basi, alipokwisha kuwatawaza miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia Je, mmeelewa na hayo niliyowatendea ninyi? Mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye bwana na mwalimu, nimewatawaza miguu, inawapasa vivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, katika injili takatifu Yesu anaingia saa ya mateso na kifo chake kwa moyo wa unyenyekevu na kwa hiari yake mwenyewe. Alifanya hivi ili kuonyesha mapendo yake makuu kwa wanadamu wote. Kwa hiyo leo hii tutafakari juu ya amri kuu ya mapendo. Upendo ni utumishi. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kristo anatualika kuwapenda na kuwatumikia ndugu zetu. Kristo anatufundisha kwamba yeye aliye Bwana na mwalimu wetu aliwapenda walio wake katika ulimwengu na akawapenda mpaka mwisho. Upendo wa Yesu kwetu hauna mipaka, anatupenda sote hadi akatoa uhai wake kwa ajili yetu sote pale msalabani, ili kutuonyesha jinsi ya kupenda. Alichukua jukumu la kuwa mtumwa, kuosha miguu ya wanafunzi wake. Wakati huo ilikuwa desturi kuwa na bakuri la maji kwenye mwingilio wa nyumba ili Wayahudi waweze kuosha miguu yao. Kazi hii ilifanywa na watumwa kwa maana ilikuwa ni wajibu wa mtumwa kuosha miguu ya bwana wake anaporudi kutoka safarini. Na Yesu anachukua nafasi ya mtumwa kuwasafisha miguu ya wanafunzi wake. Naye Yesu akawaambia, mmeelewa nilichowatendea ninyi? maniita mwalimu na bwana nanyi mwanena vema maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye bwana na mwalimu nimewatawaza miguu, imewapasa vivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi. Nimewapa mfano. Kristo ametupatia mfano wa mtumishi nasi tunaalikwa kuiga mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Alituchagulia njia ya kuwa na unyenyekevu, upole na upendo. Pia Yesu anasisitiza umuhimu wa hisani na huduma. Anatufundisha kwamba hisani ndiyo njia bora ya kumfuata Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Ndugu zangu wapendwa, Yesu alitupenda sana, akatupatia mwili na damu yake kama chakula cha roho zetu. Ekaristi takatifu ni chakula cha upendo kushiriki katika karamu ya Bwana tunapaswa kuishi katika upendo. Kila Mkristo anaalikwa kuishi upendo kwenye familia zetu, jumuiya zetu na hata katika shughuli zetu za kila siku ili kuhakikisha kwamba Ekaristi takatifu inabaki nasi kwa muda wote hadi atakaporudi tena. Yesu aliweka daraja takatifu ya upadre, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ni padre tu anayeweza kubadilisha mkate na divai kuwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Tunaalikwa kuwaombea walio katika daraja la upadre, ili wazidi kudumu katika wito kwa upendo na furaha. Tumsifu Yesu Kristo.